Kando kando ya birika bila tumaini la msamaria wa kumtia birikani ili aponywe, hadi sabato moja ile ya mibaraka alipopita Mokozi, bwana wa Sabato, simama jitwike godoro lako, uende zako, usitende dhambi tena. Kwa miaka thelathini na nane alilala mgonjwa, kando kando ya birika mila tumaini la msamaria wa kumtia dirikani ili yaponywe hadi sabato moja ile ya mibaraka alipopita, mokozi si bwana wa sabato, simama, jitike godoro lako, uende zako, usitende dhambi tena. Sabato ni siku ya kutenda mema, kamwe wanadamu hilo tusiri sahau Bwana Mungu alifanya kwa ajili yetu, tuitunze na kuwatendea watu mema, juo fanya milima nishuka mabondeni, walete wagonjwa na waliokata tamaa. Bwana Mungu anawaita awaponye na kuwasafisha dhambi zao. Sabato ni siku ya kutenda mema, kama mwanadamu hilo tusilisahau. Bwana Mungu aliifanya kwa ajili yetu, tulituze na kuwatendea watu mema, kuyopanda milima nishuka mabondeni. Walete wagonjwa na waliokata tamaa, Bwana Mungu anawaita awaponye na kuwasafisha dhambi zao. Yatupasa tutende yaliyo mema, tuwafute wengine nao wajitobani Bwana Mungu anawaita wote, njoni tufurahie rai ya Sabato. Maandiko yasema tukifika mbinguni, wanadamu wote, kabila, lugha, jamaa, tutaabudu mbele zake, sabato kwa sabato tukimsifu Mungu. Yatupasa tutende yaliyo mema, tuwakute wengine nao waje tobani Bwana Mungu anawaita wote, njoni tufurahie raha ya Sabato. Maandiko yasema tukifika mbinguni, wanadamu wote, kabila, lugha, jamaa, tutaabudu mbele zake, sabato kwa sabato, tukimsifu Mungu. Sabato ni siku ya kutenda mema, kamwe wanadamu, hilo tusilisahau. Bwana Mungu aliifanya kwa ajili yetu, tuituze na kuwatendea watu mema. Liopanda milima nishuka mabondeni, walete wagonjwa na waliokata tamaa. Bwana Mungu anawaita awaponye na kuwasafisha dhambi zao. Sabato ni siku ya kutenda mema, kama wanadamu, hilo tusilisahau. Bwana Mungu aliifanya kwa ajili yetu tuze na kuwatendea watu mema, yuopanda milima ni shuka mabondeni, walete wagonjwa na waliokata tamaa. Bwana Mungu anawaita awaponye na kuwasafisha dhambi zao. Sabato ni siku ya kutenda mema, kamwe wanadamu, hilo tusisahau. Bwana Mungu aliifanya kwa ajili yetu watendea watu mema, wapanda milima ni shuka mabondeni, walete wagonjwa na waliokata tamaa. Bwana Mungu anawaita awaponye na kuwasafisha dhambi zao.